Watu wengi msikizaji, au wajasiriamali wengi wamekuwa wakisema kwamba sabuni za magadi hazina faida, jambo ambalo sio la kweli. Jambo la muhimu ambalo mimi naweza nikasema uh, tafuta mafuta kwa bei ambayo wastani wa dumu haitazidi shilingi elfu sabini uh, caustic soda kilo 25 angalau zisizidi elfu sitini na tano hapo. Utatengeneza sabuni na itakupa faida nzuri na inawezekana hata mimi mwalimu wenu ni mjasiriamali na ninazalisha. Ndio maana unaona ninaendelea siku hadi siku. Karibu sana kwenye ujasiriamali. Naitwa Mwalimu Almasi kutoka Lodness Enterprises. Kazi yangu kubwa ni kusogezea fursa na makala mbalimbali mbali ambazo zinazungumzia ujasiriamali wa kujiajiri. Nimekuandalia kitabu kinaitwa Ujasiriamali ni Ajira. Nimekuandikia hizi bidhaa na zingine nyingi zaidi ya kumi na nane katika kitabu, lakini pia unaweza ukajifunza nikakupa ni taratibu na namna ambavyo unaweza ukanufaika na mafunzo yetu lakini pia ukanufaika na nakala ya kitabu. Karibu sana kwenye ujasiriamali siku ya leo, msikilizaji, tunaenda kuangazia utengenezaji wa sabuni za magadi, lakini tuko katika zoezi la ukataji. Baada ya kuzalisha, basi hatua inayofuata tunaingia katika ukataji wa sabuni yetu. Hatua ya kwanza, msikilizaji, tunapanga vibao vyetu namna hiyo tunapanga vibao vyetu kutoka chini kwenda juu, alafu tunaanza kuweka alama kutoka juu kuja chini. Baada ya kuweka alama basi, tunavichukua vile vibao tunavipanga katika upande mwingine ambao hatujaweka alama. Lazima ukitaka kutengeneza sabuni lazima uwe na soap moli ambayo itakusaidia kugandisha ile sabuni yako. Lazima pia utandike nailoni ndani yake ili kwamba isiweze kuvuja. Lazima uwe na hydrometer, lazima uwe na mshipi ambao huwa hapa tunatumia katika kukata, hasa baada ya kuzikata sabuni zako kwenye zile alama ambazo umeziweka hatua nyingine, unazigeuza namna hiyo kama inavyoonekana, yani unazisimamisha. Mwanzo zilikuwa zimelazwa. Uh, unazisimamisha. Baada ya kuzisimamisha, unaweka alama kama kawaida. Baada ya kuweka ile alama basi, unaendelea na ukataji kama kawaida. Ukataji utapaswa kuzingatia vibao na vibao, unapaswa kutengeneza saizi ya ya miche yako. Yes, saizi ya miche yako ndio unapaswa kutengeneza. Vibao vyako viwe namna hiyo. Sasa mambo ambayo unapaswa kuzingatia ni yapi? Jambo la kwanza nimekuambia, lazima una soap mold, lile box ambalo umekuwa ukiliona katika video zangu ambalo nalitumia katika kumimina mkorogo wa sabuni hii ya magadi iliweze kuganda mule, ile tunaita soap mold. Kwa hiyo kuanzia mkorogo unapokuwa unapokuwa mlaini mpaka pale unapoganda, kwa kile kifaa kinachotusaidia kukamilisha hiyo process kinaitwa soap mold. Lakini pia kuna kifaa ambacho kinatumika kupima kostiki uh, tunaweza tukasema kostiki solution, kwa sababu tunakuwa na kostiki soda tunaichanganya na maji ili iwe kostiki solution. Hasa after kuwa kostiki solution tunaiacha masaa 24 ndipo tunakuja kuipima kwa kutumia kifaa ambacho kinaitwa hydrometer. Kwa hiyo ni muhimu sana uwe na hydrometer. Lazima pia uwe na gloves, kwa sababu kostiki solution ni kemikali kali ambayo hairuhusiwi kabisa kugusa na mikono ikiwa wazi au mikono ikiwa haujavaa vifaa kinga, pamoja na usoni kwa ajili ya kuvaa miwani, lakini pia kuvaa maski kwa ajili ya mfumo wa hewa. Muhimu pia uwe na koti, lakini pia uwe na buti kwa ajili ya tahadhari. Sasa, baada ya kuwa na hivyo vifaa, msikilizaji, utapaswa kuwa na hivi vibao. Vibao unapaswa kutengeneza kulingana na ukubwa au udogo wa miche ambayo unatazamia kuitoa kwa msikilizaji, unaweza kujifunza jambo jambo. Lingine ambalo utapaswa kuzingatia sana ni kipimo, mfano resho kati ya mafuta na caustic solution ambayo unataka kuitumia katika mkorogo husika, ni muhimu kuzingatia, lakini resho ya caustic soda kwa resho ya maji ambayo unataka kuichanganyia. Jambo lingine pia ambalo linawatesa wajasiriamali wengi ambao nimeona ni changamoto kubwa ni mchanganuo wa bei, kwamba mimi ninanunua kitu fulani bei gani, nitatengeneza kosi zile, total kosi za production nitatumia kiasi gani, na mimi nikipeleka sokoni nitauza bei gani, katika mauzo yangu faida itakuwa kiasi gani? Jambo la muhimu lilo sana, msikilizaji, kwa sababu usipozingatia hilo, maana yake unaweza kufanya kazi ambayo haina maslahi kwa upande wako, na ni muhimu sana kuzingatia wastani wa wastani mdogo zaidi, angalau dumu moja basi likupe faida ya shilingi elfu thelathini baada ya kutoa gharama zote za uzalishaji. Yani gharama zote kwa jumla za uzalishaji, angalau usikose shilingi elfu thelathini kama faida kwenye dumu moja. Kwa hiyo, msikilizaji, kwa kujifunza zaidi unaweza ukaniteksi kupitia WhatsApp namba hizo ambazo zinaonekana uh, 0783 500 971 Unaweza ukajipatia nakala ya kitabu chako cha cha Ujasiriamali ni Ajira, lakini pia kuna kitabu nimeandika hicho hapo kinaitwa Miliki kiwanda chako. Uh, kuna kitabu kingine nimeandika kinaitwa Nguvu ya Maamuzi Maishani, kitabu ambacho kitakusaidia wewe kujisimamia, kuweza kuanza upya hata kama umefeli mara kadhaa. Tambua kwamba hiyo ni mitihani. Kuna wakati mwingine unafeli ili uweze kujifunza na kuwa bora zaidi katika hicho kitu ambacho unakiendea kukifanya. Kwa hiyo nakualika sana kwa ajili ya mengi na mengineyo zaidi kushauriana. Ushauri uh, ni bure. Kwa hiyo kama uliyeo kujaribu unaweza kaniambia, mwalimu, mimi nipitia moja, mbili, tatu changamoto itakuwa ni nini? Lakini ukitaka kujifunza zaidi pia kuna utaratibu wa kujifunza, utaratibu wa kupata kitabu chako. Karibu sana kwenye ujasiriamali 2026. Jikubali, jiamini, hakuna jambo ambalo haliwezekani.